Ako vipi bro? Poa. Bro, kera kwanza kwa kushiriki Jenga Furaha Foundation. Asante sana. Niko naomba kidogo tuambie, Jenga Furaha Foundation imekuwaaje na imekuaje mpaka wewe umeshiriki? Ah, kwanza jambo la mwanzo naweza kusema ni imekuwa kama surprise kwa sababu hii ndio kwanza mwaka wa mwanzo, na mashabiki wameitika vizuri, kwa hiyo naweza nikasema ili jambo nzuri, na liweze kuwa na mwendelezo ili waweze ku support vijana wao, kwa sababu wanafanya kitu kwa ajili ya jamii kwa hiyo kila mtu atakapotoa mchango wake, au kama hivyo washabiki wanapojitokeza, naamini tutafanikisha kila jambo ambalo nataka kusaidiana. Panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akujalia mwakani pia utakuwepo katika Jenga Furaha Foundation? E, tuombe uzima tu, tuombe uzima kama nitakuwa nipo na nimepata nafasi, basi nitajitahidi kufika. Na kwa jinsi ulivyoona mwitikio wa watu wa Mtwara na wa Tanzania kwa ujumla, hujumla tunaomba ninawashukrani kwao au una neno gani kwao? Kiukweli tunawashukuru sana kwa sababu najua hivyo walichoonesha ni kitu kikubwa sana. Kwa sababu hili jambo hata sisi wenyewe wachezaji ni tumeona kama surprise. Kwa sababu hatukutegemea kama watu watajitokeza vile. Tunawashukuru sana na wazidi kujitoa, kama vile kila mtu anapotoa mchango wake tunakuwa tunafanikisha kwa jumla. Nashukuru sana bro. Na ulikuwa ushafikiria kuja na foundation yako ya kuweza kusaidia jamii au kurudisha matunda kwa jamii kama hii ya? Uh, kama nita, nitapata nafasi ya kufanya hivyo nitafanya, japo japokuwa narudisha jamii, japo kuwa sio kwa njia hii. Kwa hiyo kama nitapata huo muda kuweza kufanya hivyo basi nitafanya, kwa sababu na ndio maana wanamiona na support kila kila mtu ambaye anaanzisha akinialika na, na, na, naenda kwa sababu nahisi ni mchango wangu unaotoa. Asante sana